Tumepokea pembejeo tena mwaka huu. Nasema bodi ya korosho imetuzidishia kwa sababu pembejeo ilikuwa katika kata hii, katika kichama hiki cha Mnolela kuna matawi sita, lakini kuna maeneo mengine wakulima walikuwa wanapata shida kuja kufuata makao makuu pembejeo. Lakini mwaka huu wametuboresha, pembejeo imefika mpaka maeneo mengine ambayo wakulima wameshukuru zaidi na mimi hapa ninashukuru kwa niaba ya wakulima, haswa wale wa kijiji cha Ujamaa Simana. Kwanza namshukuru Mama Samia kwa utaratibu huu wa kutuwezesha sisi wakulima bila tar bila wasiwasi wowote, na sisi tunafaidika kutokana na hali halisi anayeifanya Mama Samia. Kwa hiyo nampa hongera, azidi kuendelea miaka mitano ijayo. Hii ruzuku kutoka, tumeanza kupata ruzuku hii, tunaona mambo yanakwenda vizuri sana bila wasiwasi na tunashukuru kwa kulima kwa kata hii ya Mnolela. Mpaka sasa hivi wakulima wengi wamenufaika, takribani vijiji vyote vya kata Mnolela, vijiji sita vyote tunahudumia huku, tukisovu kesi zao mbalimbali ambazo zinahusiana na zao pendwa la korosho ol niolo nipenda kuwashukuru serikali yetu kwa kutupa ushirikiano, bodi ya korosho, walezi wa bodi ya korosho ambao wanatulea katika halmashauri yetu hii ya Mtama wanatuonyesha ushirikiano kwa kutatua changamoto mbalimbali zinazohusiana na zao letu hili pendwa la korosho.